Kwa majina naitwa Dr. Edward Buchee ni daktari bingwa wa afya ya akili na magonjwa ya akili katika hospitali yetu ya Rufaa Mkoa wa Katavi. Leo hii katika dondoo za afya ninapenda kuzungumzia kuhusu afya ya akili kwa watoto. Aa, afya ya akili kwa watoto jue ni msingi wa kumwezesha mtoto kukua kimwili, kihisia na hata kijamii. Mtoto anaweza akaugua magonjwa ya akili au akapata changamoto za akili kama vile msongo wa mawazo uh, kuwa na hasira au wasiwasi, lakini pia anaweza kuwa na magonjwa ya akili kama vile yale ya kushindwa kukosa umakini au kushindwa kudhibiti tabia zake, kwa kitaalamu yanaitwa ADHD. Lakini pia kuna ugonjwa mwingine kama vile msonji. Uh, dalili za magonjwa ya akili kwa watoto Uh, kiujumla wake ni pamoja na mabadiliko ya kitabia ambapo labda mwanzo alikuwa na tabia fulani nzuri, lakini sasa hivi mtoto unashangaa amebadilika kitabia, anakuwa na wasiwasi, ana hasira kali, anafanya vitu ambavyo mzazi ukutarajia. Lakini pia uh, vitu vingine ni pamoja na uh, kushuka kiuwezo darasani, mtoto anaanza kushindwa kwa ufaulu darasani kwa sababu ya magonjwa ya akili. Uh, da, kwa hizo ndio dalili za magonjwa ya akili lakini zinaweza zikasababishwa na vitu vingi, ikiwemo changamoto ambazo mama anaweza kuwa nazo wakati wa ujauzito. Labda kwa mfano, labda mama alikuwa anatumia pombe au vilevi, au mtoto wakati wa kuzaliwa akapitia hali ya tunaita uchungu uliopitiza muda tunaita prolonged labor. Mtoto amechelewa kuzaliwa, hizo zina affect ubongo. Lakini pia anapokuwa amezaliwa anaweza kupata magonjwa kama vile hata Uh, yanayoathiri ubongo tunaita meningitis au uti wa mgongo ugwe mgongo, kitaalamu wanaita hivyo, lakini pamoja pia na visababishi vingine ni pamoja na uh, mambo ya kisaikolojia ambayo yanatokea wakati wa ukuaji wa mtoto. Kwa mfano, uh, mtoto anapitia hali ambapo uh, wazazi wanakuwa wanapigana mara kwa mara, umeona wana ugomvi mara kwa mara kwa mara, lakini pia mtoto anaweza kuwa ananyanyasika iza kimwili, anachapwa fimbo, amebakwa anapitia msongo wa mawazo ambao zinaweza zikaafekti uwezo wake wa, wa akili au akapitia changamoto za akili. Nitoe rai tu kwa wazazi kwamba kuna umuhimu uh, wa kufuatilia afya kwa watoto wao afya za akili, ili waweze kuwa uh, wa, waweze kutusaidia hapo baadaye sisi tutakapokuwa tumekua watoto ndio watakuwa na wenyewe wamefikia umri wao wa kuweza kutusaidia um, ni watoe wasiwasi kwamba huduma katika hospitali yetu zipo, zinapatikana. Tunatoa huduma za afya ya akili kwa watoto lakini hata watu wazima pia, na kliniki yetu ni siku ya Jumatatu na Ijumaa. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha wazazi pamoja na watu wote kufika kututembelea, naweza kupata ushauri na kujifunza mambo mbalimbali kuhusu afya ya akili kwa ujumla. Asanteni sana.